Mambo vipi, naitwa Swahili ishirini na tano mm, habari za siku nyingi, maana hatujaonana kitambo sana sasa. <laughs> Hivi niko Ikungi, Singida, tumesimama hapa kwa ajili ya kupata kifungua kinywa ili tuendelee na safari. Niko kama ambavyo naona, niko na dereva wangu tuko na tuko na mheshimiwa Dr Slaa kwa sababu gari yao ilikuwa imepata changamoto eh, ya ufundi. Maana yake ikabidi ifanyiwe ikabidi, service us, usiku usiku ule, lakini sisi tukaona tuondoke, tutangulie naye maanake gari ambayo inamuhusu eh, yeye iko nyuma inakuja, tutakutana eh, nao, tutawasubiri nadhani Singida au tutatangulia mdogo mdogo, atatukuta njiani, tutafanya mabadilishano mabadi au tutaenda naye mpaka mwisho sisi, Koba, Kabiela, jilia, kupanya, kupanya wa safari. Sisi tunaelekea Bukoba, mkoa wa Kagera kwa ajili ya kufanya kuendelea kufanya mikutano ya hadhara na mheshimiwa John Heche. Tuko kwenye msafara mheshimiwa John Heche na tutakuwa kuna misafara miwili, wa kwanza wa John Heche, makamu mwenyekiti wa Chadema na wa pili watakuwa wa mheshimiwa katibu mkuu. Sasa hivi hapa kwa tumesimama kwa ajili ya kupata kifungua kinywa tuna wanao wauso kupiga pigwa mswaki na kuendelea na safari. Usiache ku subscribe kama hujajiunga nami eh, na na kama hujaa, uh, uh, katika familia hii. Mimi nafanya video eh, za mtindo wa vlog. Kama ukitazama hii video mpaka mwisho utaelewa ni mtindo wa aina gani. Tumesimama hapa tumekuja kunywa chai. Kama ulitazama ile video ambapo tumleta mheshimiwa Lissu nyumbani kwao ile ambapo tunakunywa chai, ni eneo ambapo eh, kama uliona kwenye video zilizopita, hapa tulikuwa tunakuja sana kunywa chai, kwa sababu hapa kwa huyu mama mwenye hii ofisi ni mama ambaye amesoma na Mheshimiwa Lissu, classmate wake. Wow. Kama ambavyo unaona chuma hapo utapiga chai. Wow. Oh. Pole na safari eh? Pole na safari naona, jinyosha nyosha, safari ilikuwa nzito <laughs> ah, sa, sa, <laughs> <laughs> Kwa hiyo saa hizi ukijinyoosha hivi sasa, <laughs> mambo yana kama vile sana sana, alafu naondoa baridi. Eh, unaondoa baridi na huku kuna baridi sana huku, kuna baridi nimeshangaa. eh, ah. eh. Eh, <laughs> kuna baridi sana, ngoja nitafute mgorori <doktor>, wangu, eh ukauvae. tuko na Dr Slaa <laughs> aliyekuwa katibu mkuu wa zamani wa Chadema <laughs> so, kama unamkumbuka Lusana. Bila mabadiliko sheria za uchaguzi no, no! Sheria mbovu za uchaguzi zinatunyima haki zetu, no, no! Wenye nchi, wananchi, tunataka tumeutu, no, no! Kama noma na iwe noma Hakuna uchaguzi, hakuna uchaguzi. Tanzania ni uchafuzi. Wagombea wa upinzani wote walienguliwa. Wasimamizi wa uchaguzi ni makada chama tawala. Wanazichakachua kura, wanampa wampendaye. Uchaguzi uwe huru, tunataka tume huru, uchaguzi uwe huru, tupate viongozi bora na maisha yawe bora. Bila mabadiliko sheria za uchaguzi, sheria mbovu za uchaguzi zinatunyima haki zetu Wenye nchi wananchi tunataka tumeuru. Baada ya safari ndefu na masaa mengi sana na kilomita nyingi, hatimaye tumefika hapa eh, Kahama. na baada ya kufika hapa Kahama tumekutana na mwenyeji wetu ambaye ametuleta eneo la chakula. Hili eneo ni maarufu, inaitwa kwa Shura. Si kwa Shura ndio tumekuja kupata chakula cha mchana ili tuweze kuendelea na safari, na sasa hivi sasa hivi ni saa tisa dakika arobaini na tano na safari inaendelea. Cha muhimu na kukumbusha, usiache kusubscribe like na kucomment eh, ili uendelee kunisupport. Fanya hivi, inakuletea matukio ya nyuma ya kamera ambayo huwezi kuona sehemu nyingine. Ndo kazi yangu tane baada yangu, tukapate kwanza chakula kama noma na nayuwe noma, hakuna uchaguzi changia mabadiliko tupate katiba mpya na sheria mpya za uchaguzi. Tumetame wananchi. E, baada ya mwendo mrefu sana siku nzima, mpaka kuanzia jana tumeondoka da usiku saa tatu, na tumeweza kufika leo Bukoba mjini usiku wa saa kwa sababu tumechelewa kidogo, tunaweza kufika labda saa mbili saa tatu, lakini kuna dereva wa gari lingine ambayo ilikuwa limembeba Mheshimiwa Mlenda, mkurugenzi wa itifaki na mambo ya uenezi, ameweza kupata, kupata changamoto ya kupata changamoto ya kuumwa gafa na tumbo, akaweza kupumzishwa kidogo pale hospitali ya ya bia la mlo pale kupata huduma ya kwanza, so eh, ndo maana tumechelewa kufika hapa Bukoba mjini, lakini tunamshukuru Mungu tumeweza so kufika salama eh, mheshimiwa Dkt Slaa kwenye hoteli ambayo eh, amefikia eh, na baadhi ya viongozi wengine wa kitaifa eh, na sisi tuko kama tayari tushampeleka na baadhi ya viongozi wengine wa kitaifa n yeah. Nitapumzika hapa na, na timu yangu kiku dereva nakina na mwaipaya nao pia wanakuja. Kuna waandishi wa habari pia watakuwepo, ambapo tumefikia hapa mba chumbani hiki hapa hmm. eh, na uchovu hapa kwa masaa zaidi ya arobaini na nane bila kupumzika. Tupo kwenye safari kwa ajili ya kupambania taifa letu. Tutakutana kwenye video nyingine siku ya kesho, ambapo nitakuletea matukio mazima, mkutano wa kwanza, mapokezi na kila kitu, ambapo tutaanzia pale Kyaka, tutaenda Kalago, tutaenda Chela, pia tutakuja kumalizia mikutano mingine ya mwisho ambayo tutafanya hapa Bukoba mjini.